Mei 17 kila mwaka ni Siku ya Shinikizo la Juu la Damu Duniani. Serikali ya Tanzania imetoa wito kwa jamii kupima afya mara kwa mara ili kubaini mapema hali ya shinikizo la juu la damu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni Pima shinikizo la damu kwa Usahihi, Idhibiti, Ishi kwa muda Mrefu. Taarifa ya Naibu Waziri wa Afya, Dk. Godwin Mollel, imeeleza kuwa takwimu za Shirika la Afya Duniani, WHO zinaonesha kuwa asilimia 33 ya vifo vya watu wenye umri kati ya miaka 39 hadi 79 husababishwa na hali hiyo huku takwimu kutoka mfumo wa ukusanyaji taarifa za afya nchini DHIS2 zinaonesha ongezeko la wagonjwa kutoka milioni moja laki tatu na kumi na tano elfu kwa mwaka 2019-2020 hadi kufikia wagonjwa milioni moja laki sita sitini na tano elfu na kumi na tisa mwaka 2023-2024, imenukuliwa taarifa ya wizara ambayo imefafanua kuwa kwa magonjwa yasiyoambukiza shinikizo la damu ndilo linaloongoza kwa idadi ya wagonjwa wanaopata matibabu kwenye vituo vya afya. Tanzania imepiga hatua kwenye kampeni mbalimbali mbali ikiwemo upimaji wa kitaifa ambapo watu zaidi ya laki mbili elfu hamsini na moja wamepimwa kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne na asilimia nne waligundulika kuwa na shinikizo la damu kwa mara ya kwanza. Vilevile, Wizara ya Afya imeboresha huduma kwa kutoa mafunzo kwa zaidi ya vituo elfu moja mia tisa sabini na viwili nchini kote. Bila shaka unajiuliza shinikizo la juu la damu ni nini? Kwa kimombo hufahamika kama high blood pressure au hypertension. Ni hali ya kiafya ambapo nguvu ya damu inayosukumwa kwenye kuta za mishipa ya damu, arteries, ni kubwa kupita kawaida kwa muda mrefu. Shinikizo la juu la damu linaelezwa kuwa chanzo kikuu cha magonjwa yasiyoambukiza kama kiharusi, maradhi ya moyo na figo, huku mara nyingi hali hii ikikosa dalili dhahiri. Wizara ya Afya imesisitiza umuhimu wa mabadiliko ya mtindo wa maisha kama kufanya mazoezi, kupunguza unywaji wa pombe, matumizi ya chumvi na vyakula vyenye mafuta mengi. Aidha, imepongeza mchango wa wadau katika mapambano haya na kuhimiza jamii kuthamini afya kwa kuchukua hatua za kinga. Ismail Kawambwa, Daily News Digital.